Karibu sana ikiwa wewe ni mwenyeji asante pia kwa kushiriki nasi leo hii. Nataka tufanye udurusu wa karatasi niliyotahini kidato cha pili. Ah, sarufi. Taja sifa bainishi za sauti a. Sauti a ni irabu kwa sababu inapotamkwa mkondo hewa haubanwi. Kisha ni sauti ambayo ikitamkwa midomo hutandazwa a. Kisha utapata kwamba inapotamkwa ulimi huwa chini sehemu ya kati. Upate alama tatu. Aa, teja vipasho vine vya lugha. Tuna vipasho vine vya lugha au viambajengo vya lugha, tuna sauti, silabi, neno kisha sentensi. Vokikasho kidogo zaidi ni uh, sauti na kikubwa zaidi ni sentensi. Badilisha sentensi ifuatayo katika wakati ujao hali timilifu, alama mbili. Anaimba itabadilika na kuwa atakuwa akiimba, ama itaweza kuandikwa kwamba atakuwa ameimba. Naam, hiyo ndiyo hali timilifu yeah. Sahisha sentensi ifuatayo mti lilianguka chini. Itakuwa mti ulianguka chini kwa sababu mti uko katika ngeli ya uya. Unda maneno mawili yenye muundo wa silabi ufuatao konsonanti irabu Aa, unaweza kupata neno kama vile kitabu, mama, kaka kwa sababu ma kuna konsonanti kishairabu nne. Bainisha na ueleze aina nne, aina za nomino katika sentensi hii: umati wa watu ulikunywa maziwa yaliyoletwa na Rais Moi. Umati wa watu ni nomino ya makundi, compound noun. Maziwa ni nomino ya kawaida au nomino za wingi Alafu rice Moi ni nomino ya kipekee na unaweza jua tu nomino ya kipekee kwa sababu hata ikiwa katikati inaanza kwa herufi kubwayyatano onyesha mofimu katika fungutenzi amenichapa. Mofimu ni vile vyambishi pamoja na mzizi na kazi zao zinazofanya hivo. Natuonesha mofu na dima yake a. Pale ni a, nafsi ya tatu May ah, ilikuwa ni hali timilifu. Ni naonyesha mtendwa ambaye ni katika nafsi ya kwanza umoja. Kusha kuna chap, chap ni mzizi, alafu na ah, kishio, yes, hello, welcome to my life, mm-hmm, haya. Kwa kutumia mifano onyesha matumizi mawili ya kistari kifupi hyphen, katika uwakifishaji. Moja, inaweza kutumiwa katika kuandika tarehe, kwa mfano kama ni tarehe kumi na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na mbili utaweza kuandika 18 dash, alafu utuandikie 6 2025, utapata kisha. Unaweza kutumia katika kutoa ufafanuzi zaidi, inaweza utumiwa kutenga hmm hivyo ah, tuonyeshe kazi na pia utole mfano ili uweze kuzoa. Naam, sentensi sahihi. Hii ni sentensi yenye wazo moja, kwa mfano, mama analima, mwalimu anafunza, mtoto analia na kadhalika. Ni tofauti sana na sentensi sahihi. Wengine walikuwa nakupata kwamba nakwambia hii se, ni sentensi ambayo haina makosa, atakuwa amekosa hajajibu swali aliloulizwa. Sahili ni tofauti na sahihi. Sahili ni simple, sahihi ni correct, ni tofauti aba. Maana ya sentensi ambatano ni sentensi ambayo ina dhana mbili au zaidi, au mawazo mawili ambayo huunganishwa pamoja. Tuseme tuna sentensi ya kwanza, mwalimu anaimba, mtoto analia. Utaweza kusema Mwalimu anaimba ilhali mtoto analia. Labda ni mama anapika na baba pia anapika, unaweza kutuambia mama na baba, mama anapika naye baba anapika pia. Hiyo itakuwa ni sentensi ambatano. Hakikisha kwamba anaandika kuna matumizi ya kiunganishi. There is use of a conjunction in a compound sentence. Haya, andika kisawe cha daktari. Kisawe ni neno lililo na maana sawa na neno hilo, na mara nyingi huwa na maendelezo tofauti hmm. Sinonimu. Daktari ni tabibu au mganga. Lolote ambalo utaandika utaweza kuzoa alama. Tunga sentensi moja ukitumia vitate doa na toa. Doa ni dosari, na toa ni kitenzi cha kufanya kitu kitoke mahali fulani kiende kwingine. Hivyo wanafunzi ambao wataandika ndoa, hmm, au sentensi yao haileti umantiki wataweza kukosa alama. Kwa mfano hapo, naweza kusema kwamba aliweza kutoa doa kwenye shati lake kwa kutumia labda maji na kadhalika. Said hi welcome devil himself. <laughs> What a name hmm. Okay, karibu karibu welcome. Uh, sentence nyingine ilikuwa ni kwamba tunga sentence mbili kudhihirisha maana tofauti ya neno paa. Paa ni mnyama aina ya, ya swara. Pia tuna paa kwa maana ya kuenda juu angani. Pia kuna paa kwa maana ya roof eh, uh, sehemu ya juu ya nyumba. Kwa mfano hapo umeambiwa andike sentence mbili, hivyo unaweza kusema Uh, labda wasasi walimtega paa. Ya pili unaweza sema, ndege ilipa angani, ndege walipa angani, kama ni ndege ambao wako katika ngeli ya awa. Uh, geuza sentensi ifuatayo katika usemi taarifa alama mbili. Nitakuarifu mkurugenzi akija huku. Mwazili alimwambia Juma ukigeuza sentensi kuelekea usemi wa taarifa, bila shaka utatoa alama za kunukuu. Kuna baadhi ya maneno ambayo yatabadilika, kwa mfano huku itabadilika na kuwa huko, reported speech mm. so, or rather indirect speech so indirect, hivyo unaweza kutuambia kwamba Juma aliambiwa na mhadhili kuwa angearifiwa mkurugenzi alipofika huko mm. ama mhadhili alimwambia Juma kuwa angemwarifu ikiwa mkurugenzi angefika pale hmm. ama huko. Hivyo tunaona hmm. nafsi hapo ya nitakuarifu inabadilika na kuwa a ah. ya tatu nafsi ya tatu. Andika kwa wingi sentensi zifuatazo: uzuri wake ulimwokoa, itakuwa uzuri wao uliwaokoa, ikiwa pale uzuri ina ningeli dhahania hmm. Aa, samahani, nomino dhahania pia unaweza kupata kwamba mazuri yao yaliwaokoa kama jibu sahihi. So, uzuri kama umeamua uwe katika ngeli ya uu, basi utapata uzuri wao uliwaokoa ama mazuri yao ikiwa ni ngeli ya uya, yaliwaokoa. Andika kwa wingi sentensi: kijibwa kidogo kilichonunuliwa kitarudishwa kwao. Itakuwa vijibwa vidogo vilivyonunuliwa vitarudishwa makwao. Hmm. Usibadilishe ikawa katika ukubwa hivi kwamba kama wanafunzi wengine wanaandika kwamba jibwa dogo linuliwa, haujaulizwa ukubwa. Hmm, ivyo makinika, ukiuliza wingi na maanisha kwamba ni zaidi ya moja plural. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya ukubwa, alama mbili. Mtu huyo alibomoa nyumba yake, itakuwa jitu hilo lilibomoa jumba kubwa. Hmm. Unapoandika sentensi katika hali ya ukubwa, utajua iko sahihi ikiwa uh, ukiangalia upatanisho wake wa kisarufi, ipo katika ngeli ya lia Kama sivyo, basi unajua sentensi hiyo si sahihi. Na angalia hapo, mtu huyo, hivyo kuna kile uh, kivumishi kionyeshi au kiashiria, huyo inabadilika na kuwa hilo. hmm. Haya, yakinisha sili wali mkavu sili, itabadilika na kuwa nala wali mkavu. Sili, uh, kuyakinisha ni hali ya kukubali mm, ila hali ungeambiwa ukanushe ungeandika katika hali ya kukataa mm. Yakinisha sili wali mkavu, badilika na kuwa nala wali mkavu. Uh, sipendi wali itakuwa na, uh, ukiyakinisha itakuwa inapenda wali mkavu na kadhalika na na kadhalika. Aa, kumi na mbili, moja andika vinyume vya maneno yafuatayo anika utakuwa anua Aa, kuna vitenzi ambavyo ukitaka kuviandika katika kinyume unaandika katika kauli ya kutendua unatumia mnyambuliko uh, kauli ya kutendua hivyo anika anua choma chomoa cheka takua <laughs> hmm. Haya, isipokuwa vitendawili, taja vipera vinne vya semi. Isipokuwa vitendawili, taja vipera vinne vya semi, hivyo watutarajii kwamba utie vitendawili tena kama kwenye orodha hiyo. Hivyo semi kuna majazi, kuna lakabu, tuna mm, methali, tuna nahau, tuna misemo, tuna chemsha bongo Naam, hivyo ni vipera vya semi. Semi ni kauli fupi, utanzu wa fasihi simulizi ambao unajumuisha uh, kauli fupi, so short journals, so we have riddles, proverbs, idiomatic expressions yeah. Aha, jadili muundo wa kutega vitendawili, toa mifano, alama sita. Muundo wa kutega vitendawili, mwanzo, uh, kuna mtegaji ambaye kuuliza anatumia formula ya kufungua, opening formula, atauliza kitendawili. Kisha hadhira, ikiwa wako tayari, watasema tega. Uh, kisha mtegaji atatoa kitendawili chake, yaani lile swali. Kwa mfano, mwanangu hulia mwituni. Kisha hadhira itajaribu kupata majibu, ikiwa watakosa, basi yule mtegaji atawaomba mji Hadhira itampa mji na akikubali, wa ataweza kuwapa jibu sahihi. Hivyo hakikisha kwamba ukijadili, unaeleza unatoa ufafanuzi, usije tu ukataja. Hivyo tuonyeshe mambo hayo kwa uwazi. Naam, hadi wakati mwingine. Nimekuwa na udha wako Mikerubo, unaonaje swali hilo? Lilikuwa gumu au lilikuwa vipi? Mjarabu huo ulikuwa vipi? Naam. Unaweza kutumia huo kama kielelezo cha kufunza wengine hadi wakati mwingine kwa heri.